Amesema ni siku tatu ndio barabara imechongwa vile ikaanza, kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi mingi imechongwa. Mimi nataka nimwambie huyu mama aache uongo, uongo sitaki ongea kama mwanamke, na umeza watoto wanaingia kwenye korongo wanakunywa maji. Jana tumeokoa watoto wawili wamekunywa maji. Na ripoti kutoka hapa mkoani Arusha, langu jina ni Baraka Lucas. Wananchi wa mtaa wa Nadokati kata ya Murieti jijini Arusha wameonyesha kutoridhishwa na maelezo yaliyotolewa na kiongozi wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Arusha, Vicky Chisoma kuhusu hali ya barabara inayoelekea mtaa wa Nadosoito. Akizungumza mbele ya kaimu katibu tawala wa wilaya ya Arusha, David Malaki, na wananchi wa mtaa huo, Chisoma ameeleza kuwa matengenezo ya barabara hiyo bado yanaendelea na tayari mkandarasi anaifanyia kazi yupo kazini, lakini changamoto mvua ya mvua imekwamisha maendeleo ya ukarabati huo. Hata hivyo, wananchi wa eneo hilo hawakuridhika na maelezo hayo, wakimuita kiongozi huyo muongo na kumtaka atoe ukweli kuhusu barabara hiyo ambayo kwa sasa imekuwa kero kubwa kwao, hasa katika kipindi hiki cha mvua. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo, Amina Simba, alihoji uhalisia wa madai ya TARURA na kusema kuwa barabara hiyo ilianza kuchongwa tangu Januari mwaka huu, lakini ikaachwa katika hali mbaya, jambo ambalo limezidisha mateso kwa wakazi wa mtaa huo. Wananchi wameitaka TARURA kuhakikisha barabara hiyo inakarabatiwa haraka ili kurahisisha usafiri na kuondoa adha wanaoipata hususan katika msimu huu wa mvua. Vicky Chisoma, niko TARURA. Na hii barabara ina mkandarasi anaitwa BCI Holdings alichonga kama tulivyoona wote, alichonga barabara yote siku tatu nne zilizopita, na ilikuwa tulikuja na mheshimiwa diwani na wenye viti tukachagua, maana barabara ina, tuna kifusi cha kuweka kilomita tatu na barabara ina kilomita karibu tisa. Kwa hiyo tukakubaliana tukachagua na eneo la kuweka sasa, wakati ndo ana mobilize mitambo kupeleka mlimani na kutafuta magari aje kumwaga changarawe, ndo mvua zikaanza, ndio maana tumekuja na changarawe, zinakuja kama tripu tano, sio moja mnayoiona Itamwaga kwanza sehemu korofi, hata yeye anavyokuja na magari ili aweze kupita, maana kifusi anaanzia kule chini sokoni, akiwa anapanda juu. Kwa hiyo tumekuja na hicho kifusi na yeye pia arekebishe mahali atakapopita na magari makubwa ya changarawe. Kwa kifupi ni hivi. Kwa majina naitwa Amina Simba. Imechongwa mwezi wa mwezi wa kwanza. Huyu dada akisema barabara imechongwa sijui siku tatu. Aache uongo. Halafu ni mwanamke mwenzangu na umezaa, shogangu uongo sitaki. Ongea kama mwanamke na umezaa. Watoto wameingia kwenye korongo wanakunywa maji. Jana tumeokoa watoto wawili wamekunywa maji. Ukiwa, ukiwa, kama mama, nafikiri unafurahia kwa sababu umepokea hela. Na hiyo hela ni ya serikali. Ukiona nyekundu sio tamu. Kazi ufanye. Nanisikia na, kama ujapewa hela serikali useme, tuandanane, tunajua malipo kuchukua hiyo hela. Uongo tutaki, unasikia, tutaki, tunaumia sisi wananchi. Mimi ni mfanya biashara, nilikuwa nafanya biashara chini ya mti mjini. Nimevunja chupa zangu kubwa zile sita, diwani mbisa na taarifa sina kazi mpaka dakika hii. Naishi mtaani kama mbwa, alafu nasikia wewe kuja kuongea uongo hapa. Mimi kwa sura nilionayo, naweza nikakubeba tukaondoka wote, ukanionyesha hizo hela maalum mapeneshasikiliza jamani, u naaayanguisha zelote ka na Dosoito. Mama wa TARURA ameongea swali moja ambayo imeniumiza sana. Umewasema ni siku tatu ndio barabara imechongwa vile ikaanza. Kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi mingi imechongwa. Hii barabara imechimbwa mtaro na zaidi ya miezi mitatu. Wanaweka hiyo vifusi akaja akaja akaondoka kabla hata mvua kuanza. Ama wanatuambia mwezi wa kwanza. Wakachonga hii barabara Januari. Tukawaambia kwa nini mnafanya ujinga kama hii? Mbona mnatuambia barabara? Wao mama akiwa na mwana Fred yule yule yule mtasisi. Tukakaribia tupigwe pale madukani. Wakaondoka wakaenda na vifusi. Hii greda imekaa zaidi ya wiki tatu pale.

eluakuinaaaaaakandogoaakaondoaoiwasabuanaka jajuzaya huku ain atutese sema ukweli wako ili tukusamee, au kama usemi ukweli uondoke. Kwa jina anaitwa Filipo Melani, balozi. Mimi nataka nimwambi mama ache uongo kwa sababu kwanza wanatuanishia wanatua matinio yetu

wanasema uongo. Watu kama hawa, idara ya maji wanaitwa nani, tanga mtanesco, wanatuambia kwanza tuwataji sisi hapa. Sisi tunachaka kuwaleta hapa, eti hatuwataji, kwa sababu wanajitenga kwa wanasiasa hawa. Kwa nini wanatudanganya? huko wanakuja kutubia basi na wote sahii, eti tunamvika habari. Karibu Mtandao Shopping Center tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili ndiyo, Mwitandaro Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na Sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini Feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.